Nishe vipi kwanza, nani hapa? Wa tatu ni kutana na mtu mzoefu, hivyo brother, ni momenti zipi ambazo huwezi ukazisahau kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambazo aza ukasema hii momenti siwezi kan kazi ukawa Una, una face labda changamoto au shida mm hasa namna -hmm. ya mm -hmm. mm -hmm. Wanafunzi wengi hapa wana hangaika kuhusu swala la ada, tunakuwa na changamoto wakati wa kulipa ada. Okay. Kutokana na afu na uzoefu wako huko mwaka tatu labda kwa mtu wa mwaka wa kwanza au mwaka wa pili unaweza kumshauri nini kutokana na moment ambazo umekutana nazo au hiyo moment ambayo umeweza kuitaja kwa pande yako wewe. Okay. Nikasema baadhi ya matatizo ambayo yanasababisha labda tunaweza tukakosa ada wanafunzi. Labda niseme labda ni matumizi mabaya ya fedha, tunapata boom na wengi wao tunajijua, maisha unashindwa kulitumia vizuri, unaingia kwenye michezo. Nimeipenda hiyo. Asante sana, media, na ulikuwa na mimi the woman lakini pia behind the camera yupo mkali Mtumbadi eh, kele ans, lakini pia bila kumsahau Mjinja au sio? Shukrani sana.